Mti wa mkungu na faida zake katika upande wa tiba. Popote pale utakapouona mti huu wa mkungu, basi jua baadhi ya maradhi yako yanayokusumbua kwa muda mrefu yamekwisha. Nisikilize vizuri niweze kukuelekeza ama kukuelezea faida za mti huu wa mkungu katika upande wa tiba mbalimbali za kimwili na kiafya. Kama una changamoto ya homa za mara kwa mara oma nyakati za usiku e, kwa wale wanaume wenye changamoto ya kukosa nguvu za mwili ama nguvu za kiume, wanawake kukosa ile hamu ama hisia ya kushiriki tendo la ndoa e, na pia kupata maumivu makali wakati wanashiriki na wenza wao ama kutokwa na damu wakati wa tendo la jimai basi nisikilizeni vizuri, kwa sababu faida za mti wa mkungu katika upande wa tiba inatibu maradhi yote hayo ambayo nimeweza kukuelekeza na maradhi mengineyo ambayo nitakayo kuelekeza. Mimi ni mtaalamu wako ninayekushauri kila siku katika upande wa tiba, na kama haujani follow ni follow, nitaku follow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section nitakujibu, ni vizuri tena ipasavyo kabisa. Kama unakuwa na changamoto ya kupatwa na homa za mara kwa mara, hasa eh, nyakati za usiku, ama si nyakati za usiku, lakini unakuwa na homa zile za mara kwa mara, basi magome ya mti wa mkungu ina uwezo kumaliza changamoto yako kwa haraka sana pindi utakapoweza kutumia kama tiba kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo. Eh, lakini pia, uh, uh, kwa wale wanaume wenye tatizo la kukosa ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa eh, kukosa nguvu za kiume, kosa nguvu za mwili. Kuna wakati unaweza kujikuta kwamba haujafanya kazi lakini umechoka sana. Eh, unapata maumivu ya mwili pamoja na mifupa, basi unaweza ukatumia mizizi pamoja na magome ya mti wa mkungu kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hilo eh, basi unaweza kuchukua mizizi ya mti wa mkungu pamoja na magome yake ukachemsha pamoja, kisha ukawa unatumia glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, kila siku kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo. Na akina mama wale ambao hamna kabisa ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa ya unafanya tu ili kuweza kumridhisha mwenza wako. Eh, wakati mwingine unatokwa na uchafu katika via vya wazazi, ama unaposhiriki na mwenza wako unapata maumivu makali eh, wakati mwingine apelekea hata kutokwa na damu katika sehemu za vagina wakati unashiriki tendo la ndoa, sasa tumia mti huu wa mkungu kuweza kumaliza changamoto yako inayoweza kukusumbua kwa muda mrefu, hasa hiyo changamoto ambayo unapokutana na zako kuweza kupata maumivu makali, kutokuhisi ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Basi chemsha magome ya mkungu pamoja na mizizi yake, huwa unatumia glasi ya mililita 200, asubuhi na jioni, kwa muda wa siku saba mpaka siku 14 utaweza kuona ile hali nzuri ya hisia zako kama uh, ulikuwa hauna hisia basi hisia zako zitarudi. Itakoma ile hali ya kutokwa na uchafu katika via vya uzazi, kutoka na damu wakati wa kushiriki tendo la ndoa eh, kupata maumivu makali wakati eh, wa hedhi ama wakati unashiriki tendo la ndoa kuweza kupata maumivu makali, hiyo yote itakwisha. Hizi ndio faida za mkungu, lakini pia acha nikupatie faida mbalimbali mbali za mti huu wa mkungu kwa ajili ya kuweza eh, kutibu matatizo mengineyo. Kama una changamoto ya baridi ya bisi eh, rheumatism, maumivu makali ya, ya misuli eh, pamoja na masozi maumivu mengi ya mwili, basi tumia tu magome ya mti huu wa mkungu kwa ajili ya kuweza kuondoa matatizo yako. Na wale wenye harufu mbaya mdomoni eh, magome ya mti wa mkungu inaondoa bakteria katika upande wa koo na kuweza kumaliza harufu mbaya katika upande wa kinywa. Eh, kama wale unajisikia kichefu chefu -chef mara kwa mara, tumbo linakuwa linajaa gesi, wakati mwingine tumbo linakuwa linachomachoma ama linawaka moto eh, basi usisite, hii ndio tiba nzuri sana itakayoweza kumaliza changamoto yako ambayo inayokusumbua. Pia vile vile, sasa kama una hali hiyo ya kuhisi kichefuchefu harufu mbaya mdomoni, basi tumia magome ya mkungu pamoja na mizizi yake kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo inayokusumbua. Tumia glasi ya mililita 200 asubuhi, glasi ya mililita 200 jioni, kila siku kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hizo nilizoweza kukuelezea. Na hizi ndio faida chache ambazo nimeweza kukuelezea zinazotokana na mti huu wa mkungu. Mimi ni mtaalamu wako ninayekushauri kila siku, namba zangu za simu jumlisha 5658163838. Usisahau kunifollow nitakufollow back, lakini pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube Which Dr. Traditional. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri, asante sana.